Mwenendo wa viashiria vya uchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, pato halisi la taifa kati kwa kipindi cha Januari hadi Juni mwaka 2025 lilikuwa kwa wastani wa asilimia 5.8 ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia 5.2 katika kipindi kama hicho mwaka uliotangulia, yani 2024. Ukuaji huo ulichangiwa zaidi na shughuli za madini, fedha na bima, kilimo na ujenzi. Hata hivyo, lengo la ukuaji wa uchumi kwa mwaka 2025 linakadiriwa kufikia asilimia 5.9. Aidha, ukuaji wa pato halisi la taifa unakadiriwa kuendelea kuongezeka kufikia asilimia 6.3 mwaka 2026 na wastani wa asilimia 6.9 katika kipindi cha muda wa kati. Mheshimiwa Mwenyekiti, mfumko wa bei katika kipindi cha Julai hadi Novemba mwaka 2025 ulifikia wastani wa asilimia 3.4 ikilinganishwa na wastani wa asilimia 3.1 katika kipindi kama hicho mwaka 2024. Ongezeko hilo lilitokana na kupungua kwa ugavi wa bidhaa na mazao ya chakula katika soko la ndani kufuatia ongezeko la mauzo ya nafaka kwenda nchi jirani. Hata hivyo, kiwango hicho kipo ndani ya hicho, kiwango hicho cha mfumko wa bei kipo ndani ya lengo la nchi la asilimia tatu hadi tano lengo la Jumuiya ya Afrika Mashariki la kutozidi asilimia nane na lengo la Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika la kati ya asilimia tatu hadi saba. Kwa kuzingatia mwelekeo wa shughuli za kiuchumi na kijamii, mfumuko wa bei unatarajiwa kubaki ndani ya lengo.